Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515 Baba Sam the King Baba Sam the King Tanzania TV chaneli inayokuletea simulizi za kusisimua ikiwemo za kuchekesha simulizi za kuhuzunisha, na nyinginezo za kusikitisha pia. Chaneli hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii pamoja na maisha kwa ujumla. Na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa Tujadiliane ambazo zitakuwa zinaletwa na anko. Usisahau kusubscribe chaneli iliyoandikwa baba Sam The King Tanzania tv channel, ili ujifunze mambo mengi. Hii ni chaneli yako Mtanzania, na hii ni makala ya this is Tujadiliane. This is marhaban bikum mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena, karibu tena katika zile makala zetu ambazo ninazoziongoza mimi mwenyewe yako mjadala ambazo zinaitwa This is Tujadiliane. Zinaitwa Tujadiliane na leo tunazungumzia kitu gani? Leo nataka tuzungumzie kitu kimoja hivi ambacho e, jamii yetu e, hasa wanawake ambao tunaishi nao katika dunia hii ambacho hawa, hawataki kabisa kuji, kuji, eh, kujifikiria. Mm. Ni kitu gani hicho? Tunaona katika miji mbalimbali kuna watu ambao kuna wanawake ambao wana, wanajiuza. Mm, wanajiuza. Mm. Nadhani mtazamaji hata wewe mwenyewe huko utakuwa kama upo katika miji mbalimbali inawezekana ukawa unaona e, kuna wanawake wengi sana huwa wanajiuza, mm, maeneo mbalimbali, lakini wamesahau kwamba, e, katika kujiuza kwao, hata kama ingekuwa ni kujiuza kwa shida, wana uwezo wakatatua hiyo tatizo la kujiuza kwa shida, na hatimaye likawa ni mtaji, na hatimaye mwisho wa siku, e, wakatoka katika hiyo hali na wakarudi katika hali ya kawaida. Unakutana na mdada anakwambia kwamba ah, yani, mimi nilitolewa kule kijijini nikaletwa mjini kwamba eti ninahitaji ni, ni, kuja kwa kwa Aisee hii sio nina nina na na nanina bosi mmoja eh, m niliunganishwa naye nitoke huko kijijini nije moja kwa moja kwa ajili ya kuanza kufanya kazi, lakini nimefika mjini, mara yule bosi hanipokelei simu na na vitu kama mana, katika, kufanya, nanamna, kuhudi, eh, nyumbani, vitu kama kama hivyo hivyo kwa kwa hiyo maana nikaingia katika hii hali ya kuweza kujiuza sababu namna hata kurudi, lakini sasa Ukimuuliza, ulianza hiyo kazi lini, ana uwezo wa kukwambia sasa hivi kama mwaka mmoja ni yani, nafanya hii kazi lakini huwa sitaki lakini naifanya tu. Is it serious? Yani unafanya kazi ya kujiuza mwaka mzima mm? Na ukiwa hautaki hiyo haja ya kujiuza <laughs> mpenzi mtazamaji, hii inawezekanaje? Yani mtu anaamua kujiuza ndani ya mwaka mzima. Eti mzee zake alikuwa hapati pesa sasa. Hah? Hmm? Anacho walikuwa wanamtumia bure, si ndio? Oh. Ah. Sasa kama endapo wanakutumia na hatimaye wanakulipa fedha. Hizo fedha ulikuwa unaweka wapi? Kama kweli wewe hautaki hivi vitu. Na tunajua kwa kweli namna jinsi ambavyo unavyosimulia kuna wengine wanasimulia kweli kweli mpaka wanaanza na kulia kweli kweli. Kana kwamba wako serious, kumbe uongo tu. Oh. Ah. Wakati ni vitu ambavyo unavipenda. Wewe unakuwa unavipenda hivi vitu. Kwa sababu gani? Ah. Sikiliza nikwambie. Kama kitu kweli haukipendi na una uwezo wa kukifanya, maana yake unapokuwa unakifanya kila kitu ukiwa hukipendi, maana yake utafanya wakati huku unajichanga, unaweka pembeni kama ni fedha unaziweka pembeni ili baadaye zije kukusaidia. Lakini sasa wale walivyo wa ajabu. <laughs> Wanaendelea kuvifanya mpaka mwaka mzima. Alafu pesa wanapata, hata haijulikani hizo pesa wanaweka wapi. Is it serious? Kweli unaweza kusema hicho kitu ukipenda? Hapana. Wanawake ambao mnajiuza mwe na miamko. Tena kuna wengine kabisa wanaenda wanajiuza moja kwa moja, wanapata hata shilingi ngapi huko, wanapewa shilingi elfu hamsini laki eh, kwa usiku mmoja tu. Laki mbili na nusu. Lakini sasa, ulivyo wa ajabu. Watazitumia kwenye masuala ya vipodozi ili waweze kupendeza zaidi. Mara nyingine wataanza kula machipsi, wataanza kula vyakula vya vizuri vizuri. Hafutu, ah. Kutu, mtu anaanza kaka, unajua mimi nafanya hivi vitu. Hapo ndio unachukua taarifa zake kweli. Ah, kama kitu haukipendi maanake ni lazima utatafuta njia ya kuweza kuachana nacho. Sawa, una shida utakifanya kwa sababu unakuwa upendi, lakini ili uweze kupata fedha, na hatimaye ukishapata unaachana navyo. Ndiyo maana hata, hata wale ambao wana ulemavu ambao unakuta wanaombaomba hapa na pale, ndio maana wana, kuna wengine ambao tayari washachukulia kwamba ni desturi ya kuendelea kuomba omba. Lakini unapoomba omba na hatimaye ukawa unajichanga, unatakiwa zile fedha uzitunze. Unaweza ukafungua saluni ukaajiri mtu, ukanunua kompyuta ukaajiri mtu, eh, ukafungua kibanda ukaajiri mtu, hizo kazi ukaachana nazo za kuendelea kuomba omba, omba. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe mwanamke ambao unajiuza, inawezekana hiyo, halishindikani sasa kwa nini mnaendelea kujiuza alafu baadaye mkikutana na watu kama ni, ni waandishi wa habari mnaanza eh ee, sijui mimi hiki kitu ninakifanya lakini sikipendi lakini ya mwisho wa siku unaendelea kukifanya. Akijaribu kukuuliza ulianza lini? Eti mwaka unapita. Ah, oh. Serious kwe. Unaweza kitu kakifanya kwa kwa usiriasi huo. Ndani ya mwaka mzima haukipendi. Ukaendelea kukifanya. Wanawake wanaojiuza ambavyo wanashindwa wenyewe kujiajiri hali ya kwamba pesa wanazipata alafu wanasingizia hicho kitu, eti hatukitaki. Sawa, mimi wacha niishie hapa, lakini ninachokiomba mpenzi mtazamaji, eh, moja kwa moja tukijadili eh, tujadili tuki, tuki, tuki, tuki hiki kitu, je, wanakwama wapya wao wanawake ambao wanaendelea kujiuza na hatimaye unakutana nao mwingine anakwambia miaka miwili, lakini hiki kitu sikipendi oh. Miaka miwili huko katika hicho kitu, na haukipendi kweli? Pesa unazokusanya unaendelea kununua vipodozi na kula vitu vizuri, alafu kesho na kesho kutu, ukikutana na mwandishi wa habari unaanza kumlilia e, eh, nini hiki kitu nafanya huwa mimi sikipendi kweli? He, eh, mtazamaji niambie, wa, hawa wanawake wanaferi wa kuweza kujiajiri moja kwa moja na wao wakajulikana kwamba e, eh, sasa tumejiajiri tumeachana na mambo yale ambayo hatuyapendi Unahisi ni kitu gani ambacho kinamfanya mwanamke ambaye anajiuza, anakuambia kwamba mimi nimejiuza ndani ya miaka miwili, lakini hiki kitu sikipendi, na kifanya tu kwa eh, yani foresha, yani yani nimekosa namna jinsi ya kuweza kufanya, alafu kumbe huko anaendelea zake kufanyaje, mm, kutoa mwili wake kwa watu, alafu mnyaka oh, ina maana hapati pesa, hawezi kujiajiri. Basi twambie, twambie mpenzi mtazamaji, wanashindwa wapi ni kitu gani ambacho kinawafanya washindwe? Hapa hapa katika chaneli yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV channel, hapo hapo kwenye kwenye sehemu ile ya kuweka maoni imeandikwa eh, adi comment. Pia unaweza ukatufuata kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Baba Sam The King Tanzania.

hizi zitujadiliane nyingine pamoja na makala nyingine ambazo nitakuwa nimepewa hapa hapa kwenye kituo chetu cha Baba Sam, The King Tanzania TV channel. Usikose ku subscribe ili uwe wa kwanza kupata makala mbalimbali pamoja na simulizi ambazo nawaletea Baba Sam, The King hapa hapa katika kituo hiki cha Baba Sam, The King Tanzania TV channel. alam sik This is tujadiliane Je, wewe ni shabiki wa hasdi 02 Baba Sam the King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yako ambayo ni smartphone, ingia kwenye YouTube, andika simulizi ifuatayo: nitaacha kuombaomba lini. Itakapokuja itakuja na chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania, subscribe, like, comment, utakuwa umemwezesha Baba Sam the King ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa Hasbi 02 Baba Sam the King, fanya hivyo ili uweze kumsapoti Sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo sifuri saba hamsini na mbili sabini na tatu ishirini na tano kumi na tano. Mungu awabariki wa wote, shabiki wa simulizi za Hasdi 02 Baba Sam the King. Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlionao.